mekuwa faraja kiasi gani kwa Simba, lakini ile mipango ambayo mmefanikiwa kwenda hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika, plani za Simba ambazo mlikuwa mmepanga kwenye michuano hii mpaka sasa zimetimia kwa kiasi gani? Tumeingia makundi kwa hiyo ndio ligi inaanza, kwa sababu ligi ya mabingwa ni makundi. Huko inakuwa ni mwanzo wanaita preliminaries. Yeah. Kila mechi huwa tofauti na malengo tofauti. tulishinda tatu bila, na unaona kwao, pamoja na kwamba walitakiwa wao kushambulia, lakini muda mwingi walikuwa wamekaa nyuma. labda hawakutaka wafungwe zaidi wawe na aibu. Kwa hiyo ndio game ilivyokuwa Yeah. Ndio hivyo, sababu kuingia makundi ili tuende mbele na tuingie robo finali. Na robo finali lazima ushinde mechi zaidi ya tatu. Na hii timu watu wanafikiria kwa sababu hawajui ni timu ngumu sana. Nilikuwa naifuatilia wakati wanajiandaa hapa kwa mechi hizi, walienda South Africa. Waliwafunga Sekhukhune United, walifunga timu gani ya South Africa? Walifungwa na Mamelodi 2-1. Kwa hiyo ni timu ngumu, watu wafikiri kwamba msingizini, hawajui hawajui, ni timu ngumu sana kiufundi na kila kitu, na walijiandaa hasa kwenye mashindano, maana wametoa mabingwa wa, wa Zimbabwe wametoa kwenye mashindano. Mwalimu ana wiki mbili tu. Nyinyi kama viongozi, mlichokiona kwenye mechi hizi mbili ndio kile ambacho mmekihitaji kwa mwalimu? Kabisa kabisa kabisa, amevuka malengo na leo mechi pia aliyefanya rotation. Kwa sababu tukitoka hapa tarehe 30 tuna mechi Tabora tarehe mbili tuna mechi na Azam tarehe tano tuna mechi na JKT wa chesaji, la Kwa lazima baadhi ya wachezaji wapumzishe, na mimi kwa ajili ya kujaribu kubalance game kulan zinazofuata. uwezi kwenda kucheza ovyo ovyo tu wakati una game muhimu za ligi zinazofuata. Maoni yako eh? kwa ujumla Tanzania imefanikiwa kupeleka timu nne kwenye michuano. Jambo kubwa historical, haijapata kutokea, jambo kubwa katika nchi, na kwa kweli nawapongeza TFF na napongeza vilabu vyote kwa kuweza kufuzu. ina maana tunapata points nyingi sana tutaendelea kubaki timu za juu kutoa timu nne kila mwaka. Yeah. Asante. Asante.